Mimi kama Kasi Mojoi, msema ukweli kama kawaida, mwanaume kamili, mwanaume tosha, sichaamini kwa Meru wanaweza kuwa useless hivi. Sichaona uwezi ukatoka hapa, mtu yeyote atoke hapa, aende Ruo Nyansa atusi Raira au utatoka huko, watakufinya polisi sako mbaya zaidi itafura. Hata kwetu Kisi uwezi toka hapa uende kuongea juu ya matiangi Kisi vibaya watakufinya hiyo eh? Eh? Hiyo ndio kweli. Hiyo ni ukweli ya mambo. Ah, watu wa, wanaitwa Wameru ni watu useless. Sichaona watu useless ulimwengu mzima, watu hawana akili. Kumbe Wameru ni watu ikumbavu, ni takataka za watu. Nilikuwa nafikiri ni watu tunaongea lugha moja a profesa a Profesa Kithure Kindiki Mwenye alienda hegi akatetea Uhuru Kenyatta na Ruto kwa kesi huko na wakashinda, aravona mkombiti na Dio mwisi simbilinyamaiokembo vira kwacharuwa, nasema mwibi mwenye ameiba kondoo sa Uhuru Kenyatta na kukata miti ali, sasa anakucha kwenu Meru, anakucha kutusi mtoto yenu profesa mwenyewe. Anamuita si purano. Nyinyi wa Meru ni watu useless. Sichaamini kuona watu useless, kumbavu sa watu wanaita wa Meru. Nimekasirika sana. I used to respect you, lakini hamuna akili. Mtu kama mituka mituli amekuta tu, amerara, ameingia kwa rumu ya mwanamke wengine, mwanaume wengine, anataka kutongoza kurana na mwanamke ya mtu hoteli, atiamerewa. Alishinda na mama Kawira Mwangasa Ruto akamwonea huruma akamweka CS akatuletea fake fertilizer. Yule mwingine kutoka Embu akashindwa na kasi Attorney General, akabegwa ingine akashindwa. Kalonzo Musyoka for 17 years ila kitu alipeleka ukampani ni chera. Yaani, Wameru wako kumbavu aina gani? Sikaona the most useless idiots kama wa Meru supported. Na kila mtu. Sababu ni mtu mzuri munguana, a gentleman. Hii ni kitu kinapayuka kila mara, kinaongea hii kinaongea hii taka taka. Hata angalia sura yangu na angalie Gachagua, hata ni ni meno nini kufaa nini sura mbaya. Angalia mwanaume tunafaa kumtengenezea nyumba vizuri, ikae safi ala. Yani kwa Meru nyinyi muko mkoache